Kila mtu hakosi rafiki ambaye ana tabia ya kutoposti chochote mitandaoni, yani haweki status na huwezi kumwona kaposti hata picha yake, tofauti na watu wengi walivyo. Na hizi ndizo tabia tano unazopaswa kujua kuhusu watu hawa kulingana na saikolojia ya binadamu. Moja ni watu wasiri sana kwa sababu hawapendi kila mtu awajue kiundani. Na wala hawatafuti kabisa umaarufu kwa watu. Sio kwamba hawapendi kuchangamana na wengine, lakini wamechagua maisha ya kimya kimya badala ya e umaarufu na kuonekana. Mbili ni watu wanaojitambua sana. Tafiti za kisaikolojia zinasema kuwa watu wasioposti picha zao mtandaoni au wanaoposti kwa nadra sana hupambania ndoto zao bila kujali ni nani anayewaona, kwa sababu hawasubiri mtu wa kuwapa motisha kwa hiyo kwenye swala la kujitambua tu wana kitengo chao. Lakini kwa nini watu hawa wanajitambua sana na hawajali maneno ya watu? Namba tano inajibu vizuri swali hili. Tatu, ni watu wanaofikiri kwa kina sana na hawajionyeshi wao wanaishi maisha yao halisi, hawa sio watu wa miosho. Mtu wa aina hii hana haja ya kuposti chakula alichokula jana kwenye hoteli ya nyota tano ili aonekane kwa watu. Mtu wa aina hii unaweza kusema hana uwezo wa kununua mkate, ila mwisho wa siku unakuja kushangaa ndio mmiliki wa bekari kubwa sana mjini. Na kitu kimoja kuhusu watu hawa, huwa wanafikiri kwa undani sana hata kabla ya kuongea. Nne, wanajua kuwa asilimia kubwa ya maisha ya mtandaoni ni feki, kwa hiyo hawana muda wa kupoteza kujilinganisha na video au trendi za Instagram na TikTok zinazoonyesha maisha na mafanikio ya wengine. Na hii inawafanya kuwa na afya ya akili kwa sababu kujilinganisha na wengine huwa furaha ya moyoni. Tano, ni watu wenye utulivu wa kihisia kwa sababu hawahitaji likes au comments za mtandaoni ili wajisikie vizuri. Pia ni watu wenye wasiwasi kidogo sana, ndiyo maana wakachagua maisha ya ukimya, na hii inawasaidia hata kwenye maamuzi ya maisha. Kwa hiyo ukiona mtu aposti picha zake au anaposti kwa nadra sana, usifikiri anaogopa au hana cha kuonyesha, kwa sababu pengine ni mtulivu kihisia, ni msiri na anafikiri mambo kwa undani sana. Kuendelea kupata makala nzuri zinazojenga, usiache kusubscribe, kwa sababu kwenye channel hii utaburudika kujengeka kifikra, lakini pia utapata stori na visa vya kila siku vya duniani.